Mgomo wa madaktari katika kaunti ya Embu umeingia siku ya nne, huku wahudumu wa, wa afya wakishutumu utawala wa kaunti hiyo kwa kukosa kuheshimu makubaliano ya kurejea kazini yaliyotiwa saini miaka miwili iliyopita. Kabla ya mgomo huo, madaktari walikuwa wa wametoa notisi ya mgomo wa siku kumi na nne wakitaka kuchukuliwa hatua wa kuhusu masuala mbalimbali. Hali kadhalika, mtazamaji, hii ni pamoja na kupandishwa vyeo kulikochelewa kwa muda mrefu, kuboreshwa kwa mishahara, kuingizwa katika masharti ya kudumu na ya pensheni. Wakati wa kikao na wanahabari katika mji wa Embu, naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela ameongoza maafisa wa muungano huo kushtumu serikali ya kaunti kwa kukosa kuyachukua masuala yao kwa uzito, akisema serikali ya kaunti hii ya Embu imekuwa ikikwepa utekelezaji wa masharti yes, kama walivyokubaliana